Ikhlas, ikhlasi. Abubakari anasema: Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, swalangu shekhe, nini hukumu ya mwanaume kumwahidi na kumjengea matumaini binti kumwoa na akiwa hana malengo kabisa ya kumwoa? Nini hukumu ya mwanaume wa aina hiyo? Alhamdulillah, huyu ni kadhab, ni muongo huyu, ni muongo. Na Allah Taala katika Qur'an anasema innama yaftaril kadhiba hakika wanatengeneza wana, wanasema uongo ni hawa ambaye muumini ambaye sio muumini. Na mtume katika haja anasema uh, iyakum alkadhib kaini bana, uongo hakika uongo utokwa katika njia ya okay. uh, utovu tovu njia ya utovu inakupelekea kwa okay. Utovu mtu muislamu anazoea kusema uongo baka watandika kwa Allah, sala huyu ni muongo, yani anasema uongo mpaka hajui kama sema, watu wengine wameshazoea uongo

Mtu ameuliza, binadamu anaweza kutareza kuiba msikana Muislamu Muislamu wazkaana kutereza kuiba anaweza kutareza kufanya zina, wazikaana kuwa azikaana kusema uongo, asema hapana, uongo ni dhambi kubwa sana, okay. Mdanganya watu naam.